Na taadhima napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukamilisha mafunzo haya siku hii kwa afya na utulivu. Vilevile niwapongeze ninyi nyote kwa kujitoa kikamilifu katika mafunzo haya muhimu kwa ajili ya maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Katika kipindi hiki tumepata fursa ya kujifunza kwa kina kuhusu masuala mbalimbali yanayohusu mchakato mzima wa uchaguzi ikiwemo majukumu ya wasimamizi wa kituo, vituo vya kupiga kura, utaratibu wa kupiga kura, hatua muhimu kabla na wakati na baada ya kupiga kura, maadili ya uchaguzi, pamoja na mafunzo ya kujaza fomu za matokeo. Tumefanya mazoezi ya kufungua vituturi na kufunga masanduku ya kura, namna sahihi ya kukunja karatasi za kura tumeshiriki katika majadiliano ya namna ya kulingana na katiba, sheria na kanuni na miongozo ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Ndugu zangu washiriki mliopata mafunzo haya ya msingi, tuhakikishe kwamba uchaguzi wetu unafanyika kwa huru, haki, wazi na amani. Huu ni uchaguzi wa kitaifa unaogusa mustakabali wa taifa letu ndiyo maana tume huru ya taifa ya uchaguzi imewaamini ninyi kama wasimamizi wakuu na wasaidizi ili mkawe walinzi wa demokrasia waaminifu wa sauti za wananchi na watetezi wa amani kwa mnajili huo basi ninaomba ninaomba sana mheshimu viapo na maadili ya uchaguzi. Epukeni upendeleo, ushawishi, vitendo vya rushwa na kuhatarisha amani kwenye vituo vya kupiga kura. Fuata sheria, kanuni na miongozo ya tume. Kila hatua, kuanzia maandalizi, upigaji kura, kuhesabu, kutangaza matokeo na kuyawasilisha, ifanyike kwa kufuata taratibu rasmi bila kujiongeza wala kujipunguza. Simamieni usalama na usiri wa kura za wananchi. Kura ni sauti na mamlaka ya wananchi, hivyo iwe salama, isipotee, isiharibiwe wala kuchezewa, maana kura ndio zinaleta maamuzi. Kwa maana hiyo, ni kwamba tulisema kwamba hatutaruhusu kutuma nyaraka zote za uchaguzi kwa njia ya mtandao ti shirikiana na taasisi za ulinzi na usalama, vyama vya siasa, waangalizi wa uchaguzi na wadau wote kwa weledi na heshima. Mhudumie kila mpiga kura kwa upendo, utulivu na usawa, bila ubaguzi. Kila mwananchi ana haki ya kuchagua kiongozi wake bila kuvunjwa utu wake wala kuwekwa vikwazo. E, kazi iliyopo mbele yetu ni kubwa na ni heshima na ni kazi adhimu ambayo tumepewa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Tume Huru ya Uchaguzi ya Taifa. Hivyo tuende tukasimamie uchaguzi huu kwa uadilifu, uzalendo na kwa kuzingatia misingi ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa niaba ya Tume huru ya Uchaguzi na wasimamizi wetu wa uchaguzi wa wilaya, natangaza rasmi kuwa mafunzo haya yamefungwa. Nawashukuru sana wakufunzi, waandaaji na washiriki wote.